wa kidigitali kudhibiti ardhi ya e, Zanzibar. shilingi bilioni 115 kufunga mfumo wa kidigitali kudhibiti ardhi Zanzibar. Lakini bado kuna habari inasema afunga kazi. Eh, kwenye gazeti la kuna mwananchi kuna habari inasema afunga kazi. Safari ya uchaguzi Tanzania tangu uhuru. E, safari ya uchaguzi Tanzania tangu uhuru. Wanaosafiri wajipange, mabasi boti ya, ya kisitisha huduma usafiri kesho e, mabasi e, boti yasitisha huduma za usafiri kesho hiyo e, ni kupisha uchaguzi mkuu Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kuna Mwananchi ukurasa wa mbele likituka chana gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Tuangazie kwenye gazeti la kuna Nipashe Mwanga wa Jamii, lenyewe linaandika Ponda alalamika kuenguliwa kwa mawakala wake, lakini Uthmani sina imani na kura za mapema Uthmani, asema sina imani na kura ya mapema, adai kutishwa na usiri, idadi ya wanaopiga zeki ya mjibu waangalizi elfu moja na mia tano kumwalika, kumulika Zanzibar, watembelea Dr. Mwinyi, wa usafiri majini kusitishwa, lakini ineki na mambo manne ya kuzingatiwa uchaguzi mkuu, bibi aomba serikali mwokoe nyumba isipigwe mnada e, huyo ni bibi aomba serikali mwokoe nyumba yake isipigwe mnada. Hiyo ni gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini bia mshindi tena uraisi Kameruni akiwa na miaka 92, ukurasa ukurasa wa wa 19 kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele inaandika Majaliwa amwakilisha rais Samia kuapishwa raisi wa Shelisheli. Lakini wanaoruhusiwa kuingia vituo vya kura waainishwa, kila atakae eh, kila ataka eh, wa Tanzania huyo eh, ni Kitila, ataka Watanzania wathamini amani. Lakini Mufti tuheshimiwe, tuheshimu viongozi, hiyo ni habari ukurasa watatu. Lakini pazia la fungwa leo, vyama vyahitimisha siku sitini za kampeni za amani. CCM yasema Samia atawakomboa Watanzania, lakini NLD yaahidi mkopo bila riba makini uchumi wa, wa Pareto. Lakini wanaopiga kura Zanzibar leo watajwa e, wapiga kura Zanzibar leo watajwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele, lakini kwa chanda gazeti lako habari leo, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la dira lejeni, andika viongozi wa dini wasisitiza kulinda amani lakini CCM kulisimamisha jiji la Mwanza leo CCM kulisimamisha jiji la Mwanza leo, Kenani asema mkutano huo utakuwa funga kazi. Lakini watumishi wizara ya maji watakiwa kufanya kazi kwa kuzingatia sheria na kanuni, na ofisi ya msajili wa hazina ya wasa wa watumishi kushiriki uchaguzi Oktoba 29. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kura dira ya mtanzania ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la Uhuru eh, nio ya asubuhi ya leo linaandika ni sisiara mageuzi yaipongeza ineki msajili wa vyama vya siasa. Lakini ofisi ya msajili hazina ya wataka watumishi kupiga kura kesho, hiyo ni habari kura, saa sita. Lakini Dr. Samia aweka rekodi isiyofutika eh, na Profesa Mkumbo eh, Lindeni Amani, kapigeni kura. Ana Abdalla afichua undani wa Dr. Nchimbi. lakini majaliwa awasilisha salamu shelisheli sheli. Hilo ni gazeti lako la Uhuru ukurasa eh, wa mbele. Lakini kwa gazeti lako la Jamvi la Habari kuna habari inayosema leo ndio leo eh, leo ndio leo, Dr. Samia kuhitimisha kampeni kwa kishindo Mwanza eh, Dr. Samia kuhitimisha kampeni kwa kishindo Mwanza. Lakini viongozi NHC wahamasisha kupiga kura. hali ya maandalizi ya pamba E, hali ya maandalizi ya pambamoto Kirumba e, ni kuelekea kufunga kampeni za Dr. Samia Suluhu Hassani huko Mwanza. Lakini gazeti laku la Zanzibar leo ukurasa wa mbele lenye linatuandikia habari inayosema kuweni huru kufuatilia mwenendo wa uchaguzi. Huyo ni mwenyekiti wa ZEC asema, kuweni huru kufuatilia mwenendo wa uchaguzi, lakini Uthmani avipongeza vyombo vya ulinzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo lakini Dr. Mwinyi ashuhudia utiaji saini miradi mitatu. E, eh, Dr. Mwinyi ashuhudia utiaji saini miradi mitatu lakini haukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa mauaji. Hiyo ni habari, mtu mmoja hukumiwa kunyongwa hadi kufa eh, kwa mauaji na Dr. Samia kukunja jamvi la kampeni Kirumba. E, eh, Dr. Samia kukunja jamvi la kampeni Kirumba. Hiyo ni habari pia imeandikwa kwenye gazeti lako la jamvi la habari, gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la Jamhuri lenye inaandika ni kesho e, wagombea urais 17 kupigiwa kura na Watanzania milioni 37.6 ni sawa na asilimia 23 e, ya wapiga kura wote nchini watoka kanda ya Ziwa. Lakini wamiliki vyombo vya habari waharidi waandamizi wa onya uendawazimu wa, wa kihalaiki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamhuri. Lakini Samia avunja rekodi mapato TRA na Tundu Lissu mashahidi watoana jasho hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamhuri ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Majira lenye inaandika watumishi wa umma watakiwa kushiriki uchaguzi mkuu Oktoba 29, lakini Bukombe: sitawaangusha, nina deni kwenu, Biteko asema na siradibi ya kushiriki. Huku kuboresha mfumo wa ardhi kidigitali Zanzibar, Kasim Majaliwa ateta na raisi haminine wa, hamini, eh, rais, hamini, eh, wa Shelisheli huku Dr. Samia apiga mikutano 112 eh, akiwa ngangari kiafya, lakini ni kwa siku sitini za kampeni ya hudhuriwa na watu milioni 25.3, wengine milioni 57.1, eh, eh, waifuatilia kupitia vyombo vya habari na mitandao. Lakini sekta ya sukari nchini nyang'ara kwa ukuaji na serikali tafiti zenye tija zitatutatulia changamoto za kiuchumi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira, ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Uelekeo lenye asubuhi ya leo ina habari inayosema kama wewe si mhalifu jitokeze kupiga kura, kama wewe we si mhalifu jitokeze kupiga kura. Lakini meli kubwa zaidi yatua bandari ya Tanga. E, meli kubwa zaidi ya tua bandari ya Tanga, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo. Lakini kampeni za Dr. Samia za tikisa nchi, watu milioni 25.3 wa hudhuria mikutano lakini wafuatiliaji mitandaoni wafikia milioni 164.9, na CCM yasema ni kielelezo cha kukubalika kwa mgombea. Lakini CCM kufunga kampeni kwa kishindo Mwanza, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye naanza na habari inaosema chalamila awaonya wanaotaka kufanya vurugu kesho. Lakini ilani ya CCM ni tumaini la Watanzania ilani ya CCM ni tumaini la Watanzania, na wafugaji bilioni 4.268 waahidi kumpigia kura Dr Samia, lakini watumishi wa umma waaswa kushiriki uchaguzi Oktoba 29. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Gazeti lako Ria Mzalendo, ukweli na wazi, lenye naandika ofisi ya msajili wa hazina, watumishi wa umma jitokezeni kwa wingi kupiga kura. Lakini CWT yakanusha uchochezi wa walimu kutoshiriki uchaguzi. CWT yakanusha uchochezi wa walimu kutoshiriki uchaguzi. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Raia Mzalendo ni Mwanza kusimama na Samia leo. Lakini Lukuvi ataka kura za kishindo kwa Dr. Samia. JKCI yafanya upasuaji kwa wagonjwa 2784, lakini mufti mkuu viongozi wa dini wasisitiza amani uchaguzi mkuo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo linaandika Omo ahidi kurejesha hadhi ya Zanzibar, lakini Dk Samia kutikisa Mwanza leo, na kaimu msajili hazina awataka watumishi wa umma kwenda kupiga kura. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo, lakini habari kubwa ni Dk Samia kutikisa Mwanza leo na gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge lenye linaandika Chalamila, jitokezeni kupiga kura kesho, da ipo salama, lakini watumishi wa umma waaswa kushiriki uchaguzi mkuu Oktoba 29, na Dr. Samia kuhitimisha kampeni kibabe. E, Dr. Samia kuhitimisha kampeni kibabe. Wafugaji waahidi kura za kishindo kwa Dr. Samia Suluhasani. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga, e, Sauti ya Wanyonge ukurasa wa mbele, ipate nakala yako kwa habari lakini, tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali e, asubuhi ya leo tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti la kula wa Machinga lenye linatuandikia Nairobi United ya yatinga makundi shirikisho e, shirikisho Yanga Mamelodi e, Yanga Mamelodi kutafutana makundi. Lakini Kaseja azidi kutamba championshipu. Meneja Simba awatuliza mashabiki hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini gazeti lako la taifa Tanzania kuna michezo linaandika haya hapa, mataifa ambayo yameingiza timu nne makundi michuano ya Kafu 2025 2026. Lakini jeketi Queen kundi moja na TP Mazembe na Asek Mimos, lakini Tanzania imepiga hatua kubwa katika soka. Huyo ni Msigwa asema Tanzania imepiga hatua kubwa sana katika soka ilo. Ni gazeti lako la taifa Tanzania, lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Simba kufuzu makundi ni mwanzo tu, magori ya tamba mazuri zaidi yanakuja. Lakini serikali ya CCM za mshukuru eh, Dr Samia kwa goli la mama. Lakini Yanga kuivaa Mtibwa wa Sugar leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo hu. Gazeti lako la Jamhuri linaandika Tanzania yaandika historia kafu, yaingiza timu nne hatua ya makundi mashindano ya Kafu. Lakini Pakome amtetea Dube, Mreno aanza kazi Yanga. Lakini gazeti laku la Majira linaandika Samia apongezwa, timu nne kufuzwa makundi ni Simba, Yanga, Azamu na Singida Msigo, naye amwaga sifa nyingi. Lakini Yanga Mtibwa Shuga Sugar, mechi ya kibabe leo. hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Majira ukurasa wa michezo huu. gazeti laku la Zanzibar Leo linaandika ligi daraja la kwanza kanda ya kumbwa na dosari Yanga dimbani leo kuivaa Mtibwa Shuga, Mlandege new King za tamba, ligi kuu Twiga Stars kuivaa Ethiopia leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa michezo huu. Gazeti lako la Jamvi la Habari inaandika Simba yaweka rekodi kibabe, Kafu majeraha yamweka njia panda Alexander Isaac. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari, lakini gazeti lako la Uhuru leni naandika Twiga Stars kuikabili Ethiopia, juhudi za Rais Samia za ipaisha sekta ya michezo. Hilo ni gazeti lako la Uhuru, lakini kimataifa, Bellingham aibeba Madrid. Gazeti lako la habari leo kuna michezo naandika Vipers yashindwa kuingia makundi ya Afrika, JKT twikwini kuikabili Mazembe ligi ya mabingwa, Yanga Mtibwa za kamiana, Twiga Stars mawazo yote wa AFCON 2026 hilo ni gazeti lako la habari leo ukurasa wa michezo, lakini gazeti lako la Mwanaspoti E, lenye kwenye michezo linaandika ngumu kumeza. Hilo ni gazeti la Kola Mwanaspoti. Ni ngumu kumeza ikiwa timu nne kuingia makundi, huku shirikisho zimeingia timu mbili na championi huku zimeingia timu mbili, lakini hesabu za Mreno Jangwani, huyo ni kocha mpya wa Yanga, piga hesabu, Jangwani, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Kola Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa michezo.